Mambo mpishi, karibu Jiko Point. Leo tunapika chipsi za magimbi. Ni kukumbushe kabla tujaendelea, subscribe, like na share video nyini na wengine wapate kwenda kujifunza. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kuchagua magimbi mazuri na utayatazama kwa pembeni ili ujue kama hayajaharibika. Utayamenya na kuyakata katikati kati kama hivyo na kuyagawanya ili uweze kupata vipande vidogo vyembamba ambavyo vinafanana kabisa na vile vipande vya chipsi za kawaida. Kwa hiyo utakata uh, magimbi kwa kiasi ambacho unakipendelea wewe, ili upate vipande vidogo kama hivyo uh, ambavyo unatakiwa kuviongezea chumvi pamoja na pilipili manga ili uweze kuongeza ladha katika chipsi zako. Kwa hiyo baada ya hapo, utazisafisha vizuri na kuzielekea katika hatua ya kuzikaanga sasa, ambako unatakiwa mafuta yasiwe makali sana, ili si usizibabue zipate kuiva vizuri. Kwa utazipika katika moto wa wastani mpaka pale ambako utaona kwamba zimeanza kubadilika rangi au zimekuwa rangi ya kahawia, au ukionja unaona kabisa zimeiva, utazitoa na kuziweka pembeni kwa ajili ya kuserve. Sisi tumekula chipsi hizi pamoja na kachumbari. Chipsi hizi za magimbi zina um, eh, faida nyingi mwilini ikiwemo kuongeza kiwango cha nyuzi nyuzi, ambayo kinasaidia matatizo na kushare na wapendao ili waweze kujifunza. Karibu Jiko Point. Pia utuambie, katika kipindi kijacho tupike pishi gani jingine.